Habari ya mda huu ndugu wawekezaji wetu, kwa majina anaitwa Joseph ni Mlimbila, mkuu wa kitengo cha huduma kwa wateja na ushauri hapa UTT AMIS. Siku ya leo napenda kuwakaribisha katika mikutano wetu ya mwaka ambao itafanyika kuanzia kesho Ijumaa tarehe 19, Jumamosi tarehe 20 na Jumapili tarehe 21. Tutafanya mikutano sita, kwa kila siku itakuwa ni mikutano miwili, miwili mpaka utakapomaliza. Lengo la mikutano hii kwa mwaka ni kupata muda kukaa na wawekezaji wetu na kupeana taarifa mbalimbali, kujua wapi tunaendelea, tunaendelea mbele na wapi ambapo tumetoka kwao. Ni mikutano mizuri, ni wakaribisha wawekezaji wetu kuhudhuria bila kukosa. Mikutano hii itafanyika kwenye ukumbi wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere JNICC hapa Dar es Salaam kuanzia saa mbili kamili asubuhi. Karibu sana. UTT AMIS mshirika hakika katika uwekezaji. Asante.